Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amemsifia mwenzake wa Kirinyaga Anne Waiguru kwa kumpa msukumo wa kuanzisha miradi ya maendeleo katika kaunti hiyo ikiwemo huduma kwa vijana mahuduma ya vijana kwa kaunti. Mpango huo unanuiwa kuwapa ajira vijana pamoja na ujuzi na ufadhili wa kifedha ili kuwawezesha kujitegemea. Akiongea wakati wa hafla ya mahafali katika uwanja wa Kimorori kaunti ya Murang'a, Kang'ata alikiri kwamba uongozi wa gavana Waiguru ulimpa motisha ya kuzindua miradi mbalimbali mbali muhimu ya maendeleo katika kaunti ya Murang'a. Kang'ata alisema alipata maono kutoka kwa mpango wa makazi wa serikali ya kaunti ya Kirinyaga ambayo alitumia kustawisha miundo msingi katika kaunti ya Murang'a. Hii idea ya smart city mbeleni tulikuwa tunaweka rami, tumeweka hapa Keno, tumeweka pale Maragua, pale shumbu tumeweka pale kabati pale katura, tukachenji idea tuweke kabro. Hiyo idea ya kabro nilitoa mahali inaitwa Kagio, ilipofanywa na gavana Waiguru. Kwa upande wake, Waiguru alisifia mpango wa vijana wa gavana Kang'ata ambao umeleta mageuzi katika kaunti ya Murang'a. Alisema mkakati spesheli wa utekelezaji mpango huo ambao lihakikisha jamii yote wazee kwa vijana inafaidika kifedha ni wa kuigwa nchi nzima ya Kenya imetambua ya kwamba Irungu Kang'ata anabadilisha maisha ya watu wa Murang'a mpango huo umewapa nafasi za ajira vijana thelathini kutoka kila wadi na unatekelezwa kwa miezi miwili kabla ya vijana hao kujiunga na vyuo vya mafunzo ya kiufundi kwa mafunzo maalum tangu uzinduzi wake huduma ya vijana katika kaunti ya Murang'a imewafaidi vijana elfu tano mia sita I was very delighted.